Mimi kwa niaba ya halmashauri ya Mvomero na kwa niaba ya mheshimiwa DC wetu, dada yangu Eunice, tunasema tunawashukuru sana, kwanza kabisa kwa kuchukua muda wenu na kuja kushiriki na sisi kuhakikisha jambo hili linakuwa lenye furaha, lenye faraja lakini lenye nuru nzuri kabisa inayoonesha kwamba Mvomero ina watu wanaowapenda sisi, tunawashukuru sana. Nyinyi ni viongozi wakubwa sana kwenye mkoa huu. Ningeweza kutuma mtu wa aina yoyote, ningetuma uwakilishi wa aina yoyote. Kwa mfano shehe wangu wa mkoa, sasa hivi unataka kurisi kwenda Dar es Salaam kwa usiku huu kwa ajili ya kesho, kuna mwaliko wa mheshimiwa rais, lakini ukasema hapana, Hebu ngoja aka nikaungane na Wanamvomero na sisi, tunakuombea sana Mwenyezi Mungu, utakapotoka hapa utangulie ufike salama kwa upendo uliouonesha, na Mwenyezi Mungu atakaekulika. Sisi Wanamvomero tunasema tuko pamoja na nyinyi wenzetu, viongozi wa dini wa dini zote, lakini tukiwepo na dini yetu ya Kiislamu, tunaomba tushirikiane kama mlipotupa leo moyo na bado tunaomba utupe moyo zaidi katika shughuli zetu zote za kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Rais amewapa dhamana hawa viongozi wetu, mheshimiwa DC, mkurugenzi wetu wa halmashauri, wamepewa dhamana kubwa, na dhamana hii inataka mtu, nataka hekima inataka busara na elimu iliyojaliwa na unyevo, lakini vitu vyote iko viko ndani ya madua yenu na madua yenu ndio yatakayoongoza